Haya hapa matokeo ya mtihani wa moku darasa la saba 2025 katika mkoa huu wa Morogoro. Matokeo ya mtihani wa moku darasa la saba katika mkoa wa Morogoro utaweza kuona ah, wilaya zote za mkoa huu wa Morogoro na matokeo yake utaweza kuyapata. Kuna wilaya hii ya Malinyi, kuna Morogoro vijijini, alafu kuna mji Ifakara, kuna Kilosa, kuna Morogoro mjini, alafu kuna Igairo, alafu kuna Ulanga, kuna Mvomero, kuna Mlimba na hii utaweza kuona matokeo yake yote. Kwa hapa, tutakwenda kuangalia moja moja, lakini si nitaonyesha zote, ila linki ya kuweza kuangalia matokeo haya tayari nimekuwekea katika description ya video hii. Na kama inavyoonekana hapa hizi ni shule ambazo zipo katika wilaya hii ya Malinyi. Unaweza ukachagua shule yako ambayo unataka kuangalia, labda Malinyi Primary School unaweza ukaklik na kufungua ili uweze kuona matokeo ya shule hii, kama jinsi yanavyoonekana katika video hii utaweza kuona matokeo yake namna hii. <coughs> matokeo ya shule hii utaweza kuyaona okay. Shule hii imepata nafasi ya 35.93. Kati ya position ni hamsini na moja kati ya mia sita sitini na nne. Kwa utaweza kuona matokeo ya shule hii na shule yoyote ambao nataka kuona matokeo yake. Kama jinsi unavyoona shule hizi zote ziko katika wilaya hiyo ya Malinya, utaweza kuona matokeo yake. Link ya kuangalia matokeo nimekuwekea katika description ya video hii. Utaweza kuona wilaya zote ziko hapa Morogoro vijijini, pia utaweza kuona hapa kuona Morogoro vijijini, shule zote zilizopo Morogoro vijijini utaweza kuziona kama jinsi inavyoonekana. Matokeo ndo haya. Unachotakiwa uh, kufanya, kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii ya Feaboy, tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii, share video hii na wengine waweze kupata matokeo yao. Asanteni na karibuni. Link ya matokeo ipo katika description ya video hii.